wa Gavoo Media kipindi hewani hivi sasa hivi ni Gumzo, na kama kawaida upo nami mtangazaji wako Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas, na leo hapa nimepata tembelea na mgeni wangu hapa, karibu. Mimi kwa majina naitwa Jacqueline Christopher Mjema, lakini kikazi inajulikana kama Jacqueline Chris, ni mwandishi wa vitabu pamoja na mjasiriamali wa kijamii ambaye ninawekeza kwenye muda wangu kwenye masuala ya afya ya akili, elimu pamoja na ustawi wa fukwe za bahari. Asante sana jamani, kama ulivyosikia hapo, yeye ni mwandishi wa vitabu, pia ni mtu ambaye amewekeza katika masuala mazima ya afya akili una, ya kwa maana moja ama nyingine unafanya matibabu ya kuwapa elimu watu kuhusiana na afya akili. nisingesema ni matibabu mm. kwenye hali hiyo inakuwa ni nzito kidogo lakini mm -hmm. nina jukwaa ambalo linaitwa power of sentence Ndiyo. ama kwa Kiswahili tunaweza kusema nguvu ya sentensi, ambapo tunakutana nawaleta watu pamoja kuweza kujadili namna gani maneno yanaathiri yanaathiri maamuzi. Ni kwa maana maamuzi. Yeah. Kwamba nyinyi mnadili sana na unaweza kusema kwamba ni kwenye upande huo wa uandishi, lakini mtu anaweza kaandika kitu kikaathiri jamii nzima kwa jinsi alivyoandika. Yeah, itakuwa nipo sahihi purely tunaangalia namna gani maongezi yanaweza kuleta suluhu kwa changamoto ambazo tunapitia. Kwa hiyo mm, tunakuwa na topic mbalimbali mbali, coordination. ndiyo. na iko kwa jinsi ya session, iko kwa jinsi ya outreach, iko kwa jinsi ya event ambapo tuna session kila mwezi tunafanya outreach activity, na ni hivi jana tu ambapo tulikuwa tumeenda kwenye kituo cha Uh, jela ya watoto Kichopo Upanga kwa dio, dio. Reach out activities kama hizo lakini event kubwa ambazo tunaongelea masuala makubwa kama uh, makosa ya kujirudia rudia msamaha pamoja na kujitambua. Umeshawahi kusikia watu wakiwa wanaongea ukitaka mm, kufaulu kwenye maisha inabidi ujitambue, lakini they never said um, how unaweza kujitambua So, sisi kupitia maongezi tunaweza ku dive deep into unawezaje kujitambua. Okay. Yeah. Na umezungumza kwamba mnakuwa mnafanya masuala ya kuita kama mikutano, mnakaa kwa mantiki hiyo, mnawaitaga hata watu ambao hawahusiki kwenye cabinet pia, nikimaanisha hawapo kwenye organization yenu, wanaruhusiwa kuja kukaa, kujifunza. Yes, ni mtu yeyote. We have open doors to. Tukiwa na event tunawaalika watu na wanaokuja ndio tunafanya nao session. Okay. Hapo umezungumzia swala la jela ya watoto. Mhm. Mm. Kikubwa mlienda kuwafanya counseling ya kitu gani? Um, kikubwa tulienda kuwatembelea ilikuwa ni kama charity, lakini mm, pia kupata muda wa kuongea nao. Nashukuru sana kwa ajili ya uongozi kwa sababu tulipata mapokezi mazuri sana, so tuliweza kuelewa namna kituo kinavyofanya kazi, lakini tuliweza kujua vitu ambavyo watoto wa mle ndani wanafanya. Actually, moja ya vitu ambavyo nimevaa vimetengenezwa na watoto, kwa hiyo wanatengeneza vitu vikali sana, wow, tupatie cheri pamoja na hizo kacha za mikononi ni wao wanatengeneza Yes. Wao, okay. Kwa mantiki hiyo pia kwamba si eneo ambalo wanakaa kwa ajili ya kupata adhabu kwa yale waliowafanya, bali kuna mafunzo ambayo wakitoka wanaweza wakayatumia kuwasaidia wao kupata kipato au kuendeleza maisha yao. Yes. Kwa hiyo kama mtoto anaingia akiwa kama ana kipaji chake, ana uwezo wa kuweza kukiendeleza kwa sababu shughuli mbalimbali ambazo anazifanya mule ndani ni kwa ajili ya kuwasaidia ku kuachilia vile zile tabia ambazo zinaonekana zilikuwa ni ngumu kwenye jamii mpaka wakafikishwa pale na kuweza kuangalia namna gani wanaweza wakaendeleza kwa namna hiyo. Asante sana, na hapa leo nimemwalika Madam Jacqueline kuhusiana na maswala mazima ya maadili, kutokana na mada ambayo tumeiandaa hapa ndani inasema ya kwamba ni vitu gani vinapelekea mabadiliko ya kimaadili miongoni mwa jamii, hususani kwa wakike, na chanzo ni kitu gani? Tukana na jinsi ilivyo, unafikiria nini kinapelekea sana maadili kwa watoto wakike? Okay, naweza nikaiongelea kwa namna hii hapa. Um, kama unakumbuka wakati tupo shule kulikuwa mm, na kitu tuijifunza, sidhani kama tukichukulia kwa ukubwa utandawazi. Utandawazi, yes kwa namna ya kwamba utandawazi amekuja mm, tumchukulie kama ni mtu a amekuja ana faida na hasara mm. kwa kwahiyo, yeye amekuja kama msaidizi mm. msimamizi, lakini pia jinamizi. kwa na namna moja au nyingine utandawazi in every area. Utandawazi ni kwamba ametusaidia kuona dunia zaidi ya tunavyoona mm. kwamba kuna vitu vingine existing outside of what we are used to. Mm. lakini anatusimamia kitu gani tufanye kutokana na vitu ambavyo anatuonyesha? Ndio, alafu anatufanyia ujinamizi kwamba anatuingilia taratibu, kwamba this is what we used to know as a culture you're supposed to operate like this mm. lakini I have shown you one two three four five and therefore ana creep in vitu ambavyo we were not doing before and so in some way anatu corrupt na tukimzungumzia binti ambaye yupo kwenye eji ambayo labda yupo chuo, hawa tunawategemea kuwa ni wajenzi wa taifa, kwa sababu washafikia katika ile ngazi ambayo kesho wakitoa hatua moja wanaanza kufanya kazi na kuchangia pato la taifa kwa namna moja ama nyingine, tofauti na mtoto ambaye yupo umri wa miaka kumi na tano huyu ni bado kuchangia pato la taifa. Tunamzungumzia hapo mtu kumi na nane mpaka ishirini na tano Unadhani hawa mbali na maadili, inawezekana katoka vizuri kwenye maadili ya kwao, kakutana na jamii nyingine kama ulivyosema, ambayo ya chuo imemfanya kuwa anabadilika. Unadhani mwanadamu peke yake hatoshelezi kujiweka kwamba hili kundi si sawa, hawa ni sahihi? Tukisema tu tumsingizie jamii, tumwachie huu mzigo, tuangalie na akili ya mtu mmoja. Kwa kujibu hili swali ninaweza nikaiweka kwa namna hii hapa kwamba tunarudi pale kwenye asili yalipotoka, na asili yalipotoka inajumuisha vitu vingi, maadili kama tulivyoongea hmm. pamoja na imani Ndiyo. Yalipotoka, unakumbuka nilisema utandawazi ni jinamizi hmm. si ndio? Na kwa hivyo amekusimamia, amekusaidia, umefika chuo sawa. Alafu unafika chuo unakutana na kitu kina kinaitwa kujilinganisha. Mm. Mimi ninaamini kitu fulani lakini nakutana na watu watano wanaamini kitu kimoja. Ni cha uongo lakini ananilazimisha kuiamini kwa sababu ndivyo dunia inavyoenda. Sawa? Mm. Kwa hiyo mtu akifika chuo kitu pekee ambacho nina, ninaweza kusema kinachoweza kumwokoa ni misingi yake. Imani pamoja na asili kwamba hata kama ukikutana na watu kumi ambao wanasema moja mbili tatu ni kweli, na wewe unajua kabisa kutokana na misingi yako na umeona mifano ni uongo, ile misingi itakuwezesha kusimama au utaivunja ili uwe the same as five people, ili wewe uwe, uwe mtu wa sita usionekane wa ajabu? Kwamba misingi yako je, itakusaidia kuwa different in a very, very normal world ambayo nakutana nayo nje, ambayo sasa kwa sasa hivi tunaongelea chuo kikubwa, ambacho hata mimi wakati nasoma, nilichokiobserve ni kwamba mtu akifika chuo Nde. ili yawe uh, relatable to other people, anavua ana, ana, ana, ana, ana, ana kila kitu ambacho anakifahamu ni kama vile ulipewa koti lako umefika nalo mpaka chuo, lakini kwa vile watu watano wanasema moja mbili tatu ni sawa, ndio I don't want to be the odd one out I want to be the same as them, because they look cool, they dress cool, they are cool people, and so ninataka niwe as them, so niko tayari kusema ah, hii ni uongo, nataka niende kama anavyoenda wao. And that's what really happens. Kwa mimi ninavyoona. Kufata mkumbo. Kufata mkumbo. Ndio kinachoangusha watu yes, wengi sana na unakuta wadada wanasifika kwa sifa mbaya kama kichotokea hapa juzi karibuni. Mm, labda kwa wewe binafsi ukiangalia maadili jinsi sasa hivi yalivyo, ukiangalia utandawazi, ndo umesema ndo jinamizi kubwa ambalo limekuja kutofautisha maadili ya zamani na sasa hivi, kwa jinsi unavyoona, upande gani zaidi wa maadili umevunjika sana kiasi kwamba ukiona watu wa kike hapa upande huu wameharibikiwa sana? Kwa mimi ninavyoona, um, ili jinamizi ilivyokuja utandawazi, kilichoharibika sana ni ule uwezo wa mtu kusimamia yeye ni nani na anataka nini kwenye maisha, kwamba inamizi hili limeharibu kwa kiasi kikubwa identity ya mtu, ndio kuweza kusema kwamba mimi ni fulani, ninasimamia moja mbili tatu na ninaelekea moja mbili tatu. Utandawazi ndio unaharibu hicho kwa sababu unapo ji, unapotaka unapo kufuata mkumbo kwa watu wengine, maana yake unajikataa wewe mwenyewe, unakataa personality yako, unakataa vitu ambavyo vimekujenga wewe ili uwe the same as other people. Kwa hiyo kwa mimi, ninachoona kitu kilichoharibika sana mpaka mtu mpaka unakosa maadili ni kutojielewa wewe ni nani, kutojielewa wewe ni nani. Unadhani sasa mbali na kutojielewa wewe yes, ni nani, unadhani jukumu hilo ni la mtu mwenyewe kujielewa mwenyewe au kupewa na saa ndogo na watu au familia kumpa na saa bwana, kuna haya kuna haya na haya unajua, kuna familia bilevi chonota hawana ha huo muda wako wa kukaa na mtoto na waku. Mtoto na uwezi kuwalaumu kwa kwa sababu chakula inabidi kiwepo mezani. hmm. Mama yuko bize, baba yuko bize, kila mtu anaita kwa lugha ya mtaani, wana haso kuweza kuona ni namna gani chakula kinafika mezani. Kwa hiyo kwa, kwa hali tulioifikia kwa hizi taarifa zote ambazo tunazo kwa hii knowledge yote ambayo tunayo na information ambayo tunayo mieli, ni responsibility ya mtu binafsi kuweza kujua yeye ni nani na anataka kwenda wapi na ni kweli kichu anachokifanya. Hata ikifika miaka ishirini, kwa mfano, umeandikiwa miaka themanini, unataka kuishi miaka themanini ukiwa hivyo Swali so, la kawaida sana. Nataka kuishi miaka thelathini nikiwa hivi. Kwao ni ule uwezo wa mtu kujisimamia na kuwa na misingi yako binafsi na kuwa na uelekeo wako ambao unataka kwenda, ndio kitu pekee ambacho kinaweza kukuokoa mtu, kwa sababu wazazi wanaweza kuwa na muda wa kukufundisha, lakini wanakufundisha vitu viovu, na tumesikia kesi scenario kama hizo. Na kwa hivyo, kwa hali tuliofikia sasa hivi kulingana na utandawazi purely, ukiachana na hivi vitu vyote Ukishavuka miaka kumi na nane, it's your responsibility kuweza kusimamia vitu ambavyo unavyoamini, okay. yeah. Unadhani hali ya uchumi haichangii mtu kubadilisha, kubadilika kwa tabia? Inaweza na ina, inaweza isiwezi. kwa sababu gani? Ndio tumesikia stori nyingi za watu ambazo zinaonyesha walitoka kwenye hali duni na kuingia kwenye hali nzuri kutokana na kujituma hard working yake. Yes, kujituma kwake ile hard work na kila kitu. Na tumesikia stori za watu ambao walitoka katika hali duni na kuingia katika hali nzuri, lakini pia kwa njia ambazo sio sawa. Wote hao wamefanikiwa, lakini njia yao kuna ule mwisho mmoja anaweza akawa na mwisho mzuri na mwingine asiwe na mwisho mzuri Mmoja uh-huh, akawa na jina ambalo litabaki kwa miaka na miaka, na mwingine akawa tu alizaliwa akafanya kazi zake akaenda zake. Ona, kwa hiyo uchumi sawa unaweza ukachangia, lakini ni yale maamuzi ya mwisho kabisa kwamba and again if Is this how I want to be known for? Ama kwa mimi ya mtu ambaye labda sitaki kujulikana sana, nataka tu nilee familia yangu, je, watoto wangu akikua akija kusikia vitu ambavyo nilifanya ili kufika hapa. Watakuwa radhi na vitu ambavyo navifanya? Kwa ni yale maswali ya kuweza kudadavua, kuchambua, um, ni namna gani ambayo nataka maisha yako yawe. Uone mm, kama hiyo tukizungumzia hapo swala la uchumi, nikigusa hadi kwenye fursa. Uone kama fursa zinapokuwa hazipo, basi zinapelekea watu kufikiria vitu ambavyo havina msingi. Inawezekana mm, ikawa ni kweli, lakini kwa ulimwengu wa sasa hivi hatuwezi ku, ku, kusema kwamba hamna fursa hapo mm. Ulipokaa kwenyewe ni kwa sababu wewe uliona fursa na ukaichukua, ndio. Kwa hiyo again inarudi kwenye maamuzi. Sasa hivi kila kitu ni opportunity, kila changamoto ni opportunity na kila tatizo unaloleana mtaani ni opportunity. Kwa hiyo fursa kwa upande wake, labda tunaweza kuzungumzia upande wa kutofahamu wapi kupapata, of which wengine wanavozipata zinatoka wapi, maana yake wanazitafuta, right? Na kwa hivyo kwa namna fulani kwa utandawazi wote uliokuepo um, sizani kama tunaweza tukazungumzia kwamba fursa hamna, fursa zipo, ni ile hali ya kuweza kuwa na ule umakini wa kutafuta ama kuweza kuwa na ile stadi ya akili ya ku uh, kuzidadavua au kugundua kwamba, hii changamoto ninaweza nikaifanya kuwa opportunity. Ndio. Yeah. Na nikurudisha kidogo kwenye ishu ya familia na malezi, kuna watu wengine hawalelewi nyumbani kwao, ametoka zake maybe binti ametoka shule ama chuo karudi nyumbani anafikia kwa shangazi, sio nyumbani. Malezi mazuri tunasema ni yale ya baba na mama lakini utakuta yeye analelewa kwa ndugu, kwa maana kwamba kuna baadhi ya ndugu wanakuwa wapo focus na family na watoto wao. Lakini mtoto so mwingine tu ana anashukuru na shukuru alhamdulillah, ikatoka shule karudi kavaa kala, au katoka chuo, anaonekana ana survive kwenda chuo anarudi anasoma. Hilo unalizungumziaje? si chanzo cha watu kuacha njia sahihi na kufata yale ambayo hayana msingi kwenye jamii? Ina mfano mzuri sana wa mtu ambaye namfahamu ambaye alilelewa kwenye maisha ya hivyo wadugu mwingine na akapewa mateso ya hali ya kiwango cha lami kisikiliza. Ndiyo. kile ni kiwango cha lami, lakini moyo wake ulikuwa ni kuweza kuwasaidia wengine kutokana na experience yake na mateso aliyoyapata. alifikia kipindi mpaka aka akakosa uwezo, moja ya kiungo chake kilivunjika kutokana na yale mateso aliyopata, yeah. lakini bado alikuwa na ule moyo wa kusaidia wengine na kufanya kitu ambacho ni kizuri kwenye jamii. Kwa hivyo inapokuja swala la kwamba hujapata fursa ya, ku, ya kulelewa na baba na mama ama ile unit family ukalelewa labda na ndugu ndugu, muda mwingine inaweza kuwa ni kuta za Mwenyezi Mungu wakawa wanaku wanakuchit vizuri, wanakupa kila mahitaji unayotaka, hmm. lakini kuna bahati mbaya nyingine inaweza kutokea kwamba wanakuchit vibaya, wanakutenga, wanakutesa. Kama binadamu una, unaweza ukawa tu na yale maamuzi ya kwamba nikitoka hapa ninataka tu niwe na uwezo fulani. yani yale mateso, ina, inabidi kuwa na uwezo wa kumuomba Mungu ayageuze kuwa kwamba ninajua kwamba haya ni mateso ni ya muda tu, sawa na ninyima chakula na nipiga na nifanyia hivi, lakini iwe ni chachu ya kupata asira ya kufanya kitu ili utoke mule ndani na ili uwasaidie wengine walio kuwepo kwenye hali ile, uh -huh. watoke kwenye ile hali, kwa sababu now tunavyoongea huyo mama ni, anawasaidia watu anawasaidia watoto wa kike wengi sana na wengi wametoka kwake lakini, moyo wake ni zao la mateso ambayo aliyapitia alipokuwa mdogo, ndio yeah. Lakini hapo hapo tena utarudi, kwa hiyo kwenye, ni kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akachagua, sasa mimi ninateswa humu ndani, atachagua njia ya kufanya yes, na wengine anaweza akatoka hapo akawafanyia mtu mwingine kitu kibaya zaidi, yaani mm -hmm. Mpaka mwisho wa siku yeye sasa akapelekwa kwenye matatizo zaidi labda akapelekwa jela, maana aliua. hmm. au kwa mfano alifanyiwa labda udhalilishaji wa hali yoyote, na nae kaenda tena akafanya udhalilishaji. Kwa sababu bila wewe kama binadamu kufanya maamuzi ya kukata huo mzizi wa hasira au mzizi wa maumivu ya moyo, ni ngumu yale maumivu kuto amfikia mtu mwingine. Okay. sawa kabisa. Kwa hiyo hapo kidogo kuna upande kama umeniacha umezungumzia kwenye upande wa mtu kuweza kubadilika yeye mwenyewe, mateso hayabadilike kuwa ni njia yeye kufanya jambo zuri. Lakini tukizungumzia kwenye huo upande wa mtu kukosa hizo mnasema basic needs, kama mtu mwingine unaweza kukuta wanadada, unajua wadada wana vitu vingi sana kushinda mtoto wa kiume. Mimi naweza nikahitaji suruali tano tu na mashati mawili na nikatembea mwaka mzima na usijue kila siku navaa kama shati ile ukaniona nipo smart kila siku lakini nyinyi mtahitaji t-shirt mpya, jeans mpya, hivi kukosa basic needs katika familia, vile vitu vya msingi msingi, utakuta mafuta nini, navyo vinachangia kwa asilimia hiyo, maana wadada wamesema kwamba, mimi nahitaji mafuta bwana. Sasa hapa wababa naye anaonekana kutokuwa nacho. Inamlazimu kuanza kuomba nje, unadhani ni maadili mazuri na kivipi inachangia ukosekaji wa basic needs kivipi inachangia swala la mtu kubadilisha tabia yake na kuwa na tabia tofauti mbali na ile ambayo wazazi wamemjengea? ukosekaji wa basic needs, right? Ninaweza nikaweka kwa jinsi hii kwamba kuna kitu kinaitwa kuridhika. Ndio. Inakuwaje wanaume wanaridhika na swali tano na tisheti mbili na nisijue? uh -huh. Na inakuwaje mdada kukosa sabuni kukamfanya toke nje yote? Bado ninarudi kwenye pointi ya kuridhika na kuamua mm, kwamba I will not sell my body. I will not do anything stupid for the sake of kitu fulani. Inaweza ngatoa mfano wangu mwenyewe, ndio nilipokuwa chuo. Um, fa kama familia tulipitia wakati mgumu sana kifedha. Ndio, ndio, na kwa hivyo ilipofika mwaka wa pili ndio hali ilikuwa kidogo imezidi. Kwa hiyo ikabidi niwe na mkataba usio wa maandishi kati yangu na baba kwamba, wewe ukishatoa ada acha hapo hapo, vingine vyote I will try to find a way. Kwa hiyo akiwa amemaliza ada na kila kitu, I will say Mungu nisaidie, safari ndio inaanza. Sawa. So Sikuwa mtu ambaye nina vitu vingi ama nina mali nyingi, lakini kuna ile hali ya kuridhika kwamba hii ndio hali niliokuwa nayo sasa hivi sio ja, ilikuwepo jana, sawa, lakini haitakuwepo kesho, kwa sababu nitakuwa na uwezo wa kutafuta njia ya kuondokana na hii hali. Kuna siku jambo lilitokea, na hiyo ilikuwa ni mlango wa mimi sasa kuamua kuendelea mm -hmm. Na huo mpambano wangu kujitia superwoman ama itafute mm -hmm. <laughs> njia pasipo na <laughs> njia, unaona. So nilikuwa kwenye siku zangu na sikuwa na hela totally, hadi mia haikuepo. Mm -hmm. Na kichuochuo, ukiwa na yule roommate wako, obviously weekend anaenda nyumbani so mm -hmm. wakwangu alienda nyumbani. Una vocha una chochote, ashakopa ishamalizika, so you are there. I just put on a t-shirt. Kama unafahamu hivi, vile viti vyetu vya Judaism vya room ni uh, uh -huh. kwamba ni kiti cha chuma na ubaridi wake, sasa ile hali ya siku, uko tu kwenye t-shirt, umeweka simu mezani, unasubilia mtu akupigie ndio umwambie kwamba nina shida, naomba nisaidie. So you have to wait. I sat on that chair kwanzia asubuhi ma inianza saa kumi namoja asubuhi ile saa minamoja nimekaa niweche mpaka pale ambapo dada yangu alinipiga simu, ilikuwa ni mida midaaamumekaa kwenye ambayo ishapita lakini yeah. Nimeipitia, kwahiyo kwa muda ule ngekuwa rahisi kwangu kusema kwamba mimi sina mkopo namtegemea mzazi wangu. Mzazi wangu hanipi hela ya matumizi. Ndio na chuo nilikuwa nafanya vitu mbalimbali, nilikuwa nauza matunda. Kuna kitu nilikuwa nakiita fruit fiesta ilikuwa yeah. ni matunda naweka na flavor, again, innovation, flavor, strawberry ice cream ama chocolate. Nimeuza chakula, nimeuza nguo, nimeuza kila kitu, lakini kuna kipindi nafika, unawekwa kwenye njia panda kama ilo tukio lilotokea, unawekwa njia panda, na pale ndipo karakta yako misingi yako inajaribiwa. Kwa hiyo hizi changamoto zote ni kwamba karakta yako inajaribiwa ili ujione wewe ni nani. So ukienda upande wa kushoto ni maamuzi, ukienda upande wa kulia ni maamuzi. Baada ya dadangu kunipigia na mimi kupata ule msaada, It was hard for me to choose To go other way kwa sababu nina misingi yangu nina karakta yangu na ninaelewa naenda wapi. Kwa hiyo anything that would jeopardize that, would jeopardize my journey. Ndiyo. Nilielewa that, um, mapema sana, ndio maana ilikuwa ni ngumu kwangu kwenda either way. Naona. So kila kitu kinarudi kwenye maamuzi, kila kitu kinarudi kwenye unaona nini mbele na unataka kufanya nini ili uweze kufikia ndoto yako kuwa ni mwandishi wa vitabu na pia ni mtu ambaye anadili na masuala mazima ya ujasiriamali wa kijamii, ambaye amewekeza muda wake katika masuala ya afya akili na utunzaji wa fukwe za bahari. Lango jina ni Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas. Na kama ulivyosikia hapa ni vitu vingi mtu unatakiwa kuzingatia, kwanza mambo mengi sana yameongelewa hapa, pia kujielewa na kutambua nini ambacho unataka, yani kusimamia misingi ambayo wewe unahitaji. Mara nyingi sana watu wengi sana wamekosa ile nafasi ya kujielewa na kutaka kushindwa, eh, kuchagua lipi ambalo wanatakiwa kulifanya. Lakini sasa ningekuomba wewe mwanadada ambaye upo mtaani, jua una nafasi, na kama ulivyoona viongozi kama kiongozi wetu wa juu sasa hivi ni Daktari Samia Suluhu Hassan, ni mwanamke anajiamini na anasimamia misingi yake na anatuongoza sisi billions of people hapa nchini Tanzania ambao tumekaa tunamsikiliza yeye akisema kwamba kushoto, na sisi tunaenda kushoto; kulia, tunaenda kulia. Kwa nini wewe ushindwe kusimamia jambo lako na kuvunja maadili yako na kuanza kufanya vitu ambavyo havina mantiki katika jamii? Langu jina ni Yusuf ibn Daud ibn Lucas, ambaye nilikuwa naongoza kipindi hiki. Hadi wakati mwingine, usisahau ku like na kusubscribe, hata pia ku comment, pia tunahitaji comment yako ili tuweze kujua wapi unapahitaji na wapi tukugusie, ili tuweze kukupa elimu. Kipindi hewani kilikuwa ni Gumzo. Hadi wakati mwingine. Gavoo Media pamoja hatua kwa hatua.